Umu Salama radhiyallahu anha alikuwa asifika na uzuri wa kupitiliza, yaani si kuna mwanamke mzuri, huyu ni mzuri sana. Allah alimpa jamal, radhiyallahu anha, wal aql al baligh, na alikuwa na upeo wa akili. Na hakuna kitu kizuri kama ukampata mwanamke Allah amempa neema ya uzuri kisha akawa na akili na dini yake. Hii ni neema kubwa sana mwanamke ampewa, si sahali leo ukamwona mwanamke Allah amempa uzuri kisha huko kwenye dini yake pia yajielewa na ana akili, aweza kupewa uzuri zuka kama yee hakuna, wallahi. Akatumia ule uzuri wake kwa ujinga kabisa, mara sijui kwa TikTok, mara sijui kwa Facebook, mara kusi. Aa wee, mbona uko hivyo wewe? Allah amekuneemesha na neema kubwa kama hii, wewe subiri tu, si miaka tu hivi utakuwa kinyanya wewe, hata utodhania ni wewe ule, kwa kule kabisa. Jistiri ewe binti na umshukuru Allah kwa ile neema ya uzuri aliyokupa, bakia nayo bwana, jistiri a a. Tena watajipamba wajitie kwenye mitandao na nini, watafute na mama sunglasses pia, wao ajieka reja reja auzwakaa vyazi vakarai barabarani. Atakubalije mwanamke kwa vyazi vakarai, ama bajia, tena bajia za kunde? Ukila gesi tupu, yaani ukenda ukimfuata huyo ukamuoa, mwanamke ngesi tupu ndani ya nyumba, pengine chapati ajui kupika. Wako wanawakia namna hiyo. Sasa uzuri wako, uzuri wa nini? Siku mbili na kipande ushakuwa kinyanya, sura inaanguka, kupika hujui, kufanya wewe, una faida gani ndani ya nyumba? Kaa chini utulie.